Bado alikuwa akichukia dhambi iliyokuwa ikitendeka katika kipindi kile cha Sodoma na Gomora, ndivyo ambavyo anachukia dhambi hiyo hata sasa, na watu wanamna namna hiyo watendao mambo hayo, maandiko yanatuambia kwamba Mungu hatawaachilia, hatawaachilia hata kidogo. Lazima amekwisha kuweka hukumu kwa ajili yao, kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Watu leo wamenenda katika njia zao, wamenenda katika maisha ya uasherati, wamenenda katika maisha ya uzinzi katika kile kitabu cha Yuda ile sura ya kwanza mstari wa saba, kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa saba. Yuda moja saba anasema hivi: kama vile Sodoma na Gomora, miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa, anasema wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, ya iliwekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana huko hapa wazuri wengine wanakuja kanisani na wengine wanaaminiwa hata katika familia yako na watu wako ndugu zako, ambao pengine bado wajaokoka wanakuamini, wanasema ndio mtumishi tulie naye nyumbani kwetu, ndio mtumishi tulie naye lakini dhambi ya uzinzi inakuandama, dhambi ya washirati inakuandama, hali ya tamaa mbaya inakuandama kila wakati. Ukiona mwanamke anapita, tamaa inawaka ndani yako. Kila wakati wakipita mwanaume, tamaa ukatika namnayna kwa kuhakikishia kwamba hatakuachilia, hatakuachilia ataikomesha dhambi ya uzinzi ndani yako. Una mke au una mke una mume au una mume lakini, dhambi zinaaza kushukiria, dhambi zinaaza kushikiria jinsia yako tofauti, angalia hali yako, unaozungumza na watu tayari imekwisha kuwa na maneno ya mjiweni ya wazinzi kama kawaida, tayari imekwisha kuwa na maneno ya uasherati kama uasherati wa kawaida, tayari imekwisha kuwa ni mtu ambaye hauoni vibaya hata kumtumia meseji mtu ambaye si mke wako ambaye si mme wako meseji ya mambo ya ovyoovyo, hauoni vibaya, tayari imekwisha kuona ni kawaida. Shetani amekwisha kupiga gazi katika jambo hilo, amekuwa na wepesi wa kutongoza waume za watu, amekuwa na wepesi wa kutongoza wake za watu ndogora wa pesa, kutamani chochote ambacho kinapita mbele yako, kila kinachopita mbele yako natamani tamani kiwe cha kwako. Maandiko yanatuambia moja kwa moja katika hali kama hiyo, Mungu hata kuachilia, hata kulea, hata kuonea huruma, atakuangamiza kama Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Ondoka katika hali kama hiyo. wana ukovu ni kitu cha kawaida, wanataka waende kama wanavyotaka wana wao, wanataka wasogee kama wanavyotaka wao. Yesu Kristo anatuonya mapema katika Luka sura ya ishiri na nne anatuambia kwamba jitahidini sana kuingia katika ufalme wa Mungu, maana watu watataka lakini wasiwezi. Maanake watu watataka waingie katika hali na waingie katika ufalme kama wanavyotaka kama Kaini anavyoambiwa oh, juu nitolee dhabihu zilizonona juu nitolee sadaka iliyonona iliyo vizuri Akasema mimi itakunya dhabihu yangu nayotaka mwenyewe. unamtaka Mungu na unaitaka dunia kuishia katika mchana wa leo kwamba Mungu hata kuachilia. Hata kuachilia hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana.